Miaka yangu imeenda sahii kitambo, ni mfuge mtoto mpaka amalize itapata wa. Kifo cha Albert Ojwang kimeibua hisia mseto nchini. Kifo hiki cha Albert kinatukumbusha tamthilia Kifo Kisimani. Katika tukio hili Albert ni Mwelusi ambaye alikamatwa na askari baada ya kuhusishwa na mchezo haramu mtandaoni ambao haukupendwa na watawala hasa Mtemi. Wanamtesa na kumpiga vibaya. Mwelusi akiwa rumande, hali yake ya inazorota haraka kwa sababu ya kipigo hicho kikali. Anapofariki akiwa bado mikononi mwa polisi, askari wanajitahidi kuficha makosa yao, badala ya kukubali kwamba walimpiga hadi kufa, wanatoa taarifa feki kwa vyombo vya habari, nikinukuu: mshukiwa alijigonga mwenyewe ukutani akiwa na hasira. Hayo ni maneno ya wakuu wa usalama. Albert Omondi Ojwang was arrested in Homa Bay County by DCI detectives for the offense of false publication. Records indicate that he was transported familia ya Mwelusi inabakia kulilia haki kutoka kwa vyombo vya madola, sawasawa na familia ya Albert ilivyobakia kulilia haki kutoka kwa asasi za kiusalama. Huyu Albert tumtafutie haki yake, si ndio? Si lazima tumtafutie haki yake? nani kuambi... iwapo polisi wa Kenya iwapo polisi wa Kenya hawatawajibika watoe fidia kwa familia za watu ambao walipoteza maisha yao kuli. Hii ni sehemu ya kwanza Kifo Kisimani mwaka elfu mbili na tano. Jina langu ni Monene Kelvin Munguru. Usikose kwenye sehemu ya pili ya makala haya ambavyo janga linalomkumba Albert Ojwang linajitokeza kwenye kitabu Kifo Kisimani.